Yes, kama tulivyojadili eh, kwenye video iliyopita kuhusu usajili wa Maestro Allan Okello kujiunga na Young Africa sasa ni rasmi eh, Allan Okello ni mchezaji halali wa klabu ya Yanga, na muda wote kutoka sasa basi anatambulishwa na klabu hiyo na kuanza kuitumikia leo. Tunakupa uchambuzi wa ndani kuhusiana na Allan Okello, takwimu, vilabu alivyopita pamoja na uwezo wake akiwa kiwanjani. Akiwa na umri wa miaka 25, kijana huyu kutoka Lira, Uganda, si mchezaji wa kuja kujifunza wala kufanya majaribio katika klabu ya Yanga, bali ni finished product. Anakuja yani akiwa na sifa ya mchezaji mwenye akili kubwa ya mpira kwa maana ya football IQ, na mguu wake wa kushoto mwenye nguvu na unaozungumza lugha ya magoli. Yes, safari yake ya vilabu na takwimu, Allan Okello alianza katika klabu ya KCCA Football Club ya hapo nchini Uganda, alianzia hapo na kupachika jumla ya magoli 40 katika mashindano yote na kujenga heshima ndani ya klabu hiyo. 2020 na alisajiliwa na klabu ya Paradox Athletic Club ya huko nchini Algeria. Alitumia muda wake nchini Algeria kuimarisha soka lake, mbinu, nidhamu ya uwanjani na kasi ya kufanya maamuzi, akafanikiwa kupachika jumla ya magoli manne pekee 2023 eh, alisajiliwa na klabu yapo nchini Uganda Vipers Sports Club, ambapo 2024 msimu 2024 25, huu ndio msimu uliotupa Allan Okello hatari zaidi. Ameshinda kiatu cha dhahabu Golden Boot, kwa maana ya kufunga magoli 19 na assist za kutosha. Hii inadhibitisha kuwa sasa amekuwa finished aliyekamilika. Yes, maeneo ambayo e, Allan Okello anaweza kucheza akiwa kiwanjani ni pamoja na Advanced Playmaker, namba kumi. Hii ndiyo eneo lake la utawala, anakaa kati ya kiungo na ulinzi cha mpinzani the whole. Akipiga pasi za kupasua mistari ambazo mabeki huwa hawazitarajii. Pia anaweza kucheza kama inverted winger wa kulia, akitumia mbinu ya cut inside, anaanzia pembeni kulia kisha anakata ndani kuelekea mguu wake wa kushoto ili kufungua pembe ya kupiga mashuti ya mbali pamoja na diagonal, eh, passes. Pia ni half space specialist, anapenda kucheza kwenye korido za kati ya mabeki wa kati na beki wa pembeni. Hapa ndipo anapotumia scanning yake kubwa kuona upungufu wa mpinzani. Yes, pia anaweza kucheza kama shadow striker kwa maana ya namba tisa wa uongo akiwa na silaha yake ya golden boot. Okello anafanya late box entry, anajisogeza kama mshambuliaji wa pili ili kumaliza mipira inayotemwa na kipa au pasi za mwisho. Yes, uwezo wa Allan Okello akiwa kiwanjani, namba moja ni mashuti ya mbali kwa maana ya long range ballistics. Okello ana uwezo wa kupiga mashuti ya mbali yenye nguvu na mwelekeo accuracy and power, anajua kutumia lakes kupasua hewa, jambo linalomfanya awe tishio hata akiwa mita 30 kutoka e, golini. Namba 2 ni close control and dribblings. Mpira unanata mguuni mwake, ana uwezo wa kupenya kwenye msongamano wa mabeki kwa maana ya tight space, bila kupoteza e, umiliki pia, anaweza kumomali e, kutoka e, kwenye mita fulani kuelekea e, lango la mpinzani. Namba tatu ni visionary passing, ana jicho la tai. Okello ana uwezo wa kupiga pasi za toboa kwa maana ya through balls zinazovunja mistari miwili ya ulinzi kwa Yes, namba nne ni special awareness, half-turn. Ni mtaalamu wa kupokea mipira huku akiwa amegeuka nusu kwa maana ya half-turn. Hii inamfanya kuanzisha mashambulizi kwa kasi bila kuhitaji miguso eh, mingi. Namba tano ni set pieces master, ni fundi wa mipira iliyokufa kwa maana ya kona na foul, na kona zake na foul zina curve na inayowapa na, deep, na, yowapa, eh, shida makipa, na kuwapa e, faida washambuliaji wanaopanda. E, yes, ni kitu gani ambacho e, Allan Okello anakuja kuongeza katika klabu ya Yanga? Cha kwanza ni Efficiency in Transition, kasi ya mashambulizi. Okello anakuja kuongeza spidi ya kuunganisha kiungo na ushambuliaji. Uwezo wake wa kupiga pasi ya kwanza kuelekea mbele, forwarding pass, unasaidia timu kufika kwenye lango la mpinzani kwa haraka kabla hawajajipanga jisi pili ni space created, kutengeneza nafasi. Uwezo wake unawalazimu mabeki wa pembeni kumwandama wawili wawili, double timing. Hii inatengeneza mianya na nafasi kwa washambuliaji wengine wa Yanga kutekeleza majukumu yao bila shinikizo kubwa. Jesi namba tatu ni winning mentality, tabia ya ushindi kwa kuingia kama mfungaji eh, bora golden boot winner, Okello anakuja kuongeza hali ya kujiamini na huku ya mabao, analeta ile saikolojia ya wachezaji wa anayejua namna ya kubeba timu kwenye nyakati ngumu. Yes, kwa kuhitimisha, Allan Okello ni tactical weapon anayekuja kuipa yango tofauti wa kimbinu. Analeta mchanganyiko wa dimu wa creative vision na ukatili wa mabao aliyotoka nao huko Uganda. Kwenye soka la kisasa, fundi ni yule anayezalisha matokeo, na Allan Okello anakuja kuthibitisha kuwa mguu wake wa kushoto ndiyo dira mpya ya mafanikio, e, Jangwani. Wananchi, msimu huu jiandaeni kwa tactical masterclass. Mchoraji wa ramani ya ushindi ameshatua na jina lake ni Allan Okello Maestro. Yes, kama je subscribe basi niko si usubscribe uh, ili uzidi kupata updates za usajili na habari zingine za kimichezo duniani eh.